Leo wenzetu walikuwa bora zaidi. Waweza kupata ushindi kwenye mechi za ligi kuu, huwezi ukashinda mechi zote. Kuna mechi zingine utapata sare, zingine utafungwa. Kwao mechi za leo, mechi ya leo tumelazimika ku, tumefungwa kwa sababu tulikutana na timu ambayo ilikuwa ni bora zaidi siku hii ya leo. Uh, wewe ni mmoja wa mtu ambaye e, e, ulikuwa unas, unasema sana matola ya pale timu, yeah. hii hey, yeah. Si sio sababu, hata kama yule kocha angekuwepo yule mzungu Kupoteza mechi ni mseme ya mpira. Sumelewaje? Sema tu watu kwa sababu wana pressure ya kutafuta matokeo. Unayecheza naye kocha na naye ilikuwa ni bora zaidi. Azam sio timu ndogo. Azam sio Mbeya City au au Namungo. Azam ni timu nzuri. Kwa hiyo ukishindwa kujipanga vizuri anakuadhibu kama tu kuadhibiwa siku ya leo. Sheria nimefeli kimbinu ama uwezo wa kocha? Ah, ni mbinu zimetumika zaidi na wachezaji ambao na wango viwango vizuri. Wewe ukiangalia unakuja kama ukimwona mtu kama kama Kamiko yuko katikati akamiko kimona mtu katikati anagawa mipira. Sio umeelewa? Kwa sababu alichofanya mwalimu yeye aliingiza viungo wengi. Mwalimu wa Azam aliingiza viungo wengi. Na viunguzo viungo wengi ndio wale kuja kutoa matokeo siku ya leo. Elimpanzo anapiga mbili e, zote zinagonga post. Eh, ni moja ya sababu kwamba wamejaribu kufunga lakini wakoweza, bahati ikuwa haikuwa yao. Kwa hiyo mechi ilikuwa pande wetu siku ya leo. Yeah. Simba ni mbovu ama ni uwezo ni umezidiwa uwezo. Ni matokeo ya mpira. Unapocheza ile kwenye ligi huwezi ukacheza mechi zote hapo ukapata ushindi. Kuna mechi zingine utapoteza, simeelewa kiitutafika leo. Tumepoteza tume mechi siku ya leo ni, hmm, si, ni, ni, ni siku nyingi sana toka mshinde uwanja wa Benjamin Mkapa. Shida nini hapa? Tuna mechi kama saba nane. Hatujawahi kupata ushindi, na leo ni mechi ya nane imetusababisha tusipate ushindi siku hii ya leo. Kwa hiyo kwa ujumla hii mechi hii ya leo tunatamani ingeisha vile vile mbili, kwa sababu hali ilikuwa inaelekea tungefungwa zaidi ya goli mbili siku ya leo. Shida ni kuna nini hapa uwanja yeah, wa Benjamin Mkapa, tuna mechi kama nane, hatujao kupata game. Mara ya mwisho mnashinda dhidi ya almasi yeah, mara ya mwisho na hii mechi na almasi lenyewe tulishinda kwenye penalti, si ndio hivyo? Ina maana hii mechi tungeipeleka wapi? Tungepeleka meja Samujo tungepata ushindi. Lakini hapa unajua kabisa, una mechi nane hujao kupata ushindi, bado unaleta mechi hapo hapo maana yake hapa kuna shida na Yanga walijua kwamba kuna shida, ndio maana Yanga akaamua kuondoka. Yanga na akili nyingi, alijua safari hii walikuja, alikuja na mbinu za tofauti. Yanga alijua hivi, ubingwa nitabebeje ni mwaka huu mimi? ubingwa nitabeba kwa kutocheza Benjamin Mkapa, na sababu anayejua kwa nini? kama Benjamin Mkapa sisi tukaenda kichwa kichwa kwenye meza ya kimataifa na ya ligi, hii mechi kwa lazima tuilete hapa Sumelewa. Wewe umeona ile mechi Yanga leo ya Zanzibar. Bago ile kataliwa. Wakapata ushindi na mechi za Zanzibar, wao leo unaleta uwanja huu hapa. Huu uwanja zamani ulikuwa wa kwetu. Lakini leo sio wa kwetu tena. Ya. Yeah. Mchezaji Yanga hapo uwanjani sasa hizi, akishinda atakuzidi pointi moja atakaji ya kilele uh, na msimamo alikuwa. Eh, hey, kwa hivyo vyovyote vile mwenzangu akipata ushindi baadaye atatuacha juu. Lakini sisi kinachotumika hii mechi kwa mna haja kuileta hapa. Hii mechi ilibidi ichezewe Meja, Samuyo. Alafu unaweza unairudisha hapa. Wakati unajua hapo una na mechi nane, unajua kupata unajua kupata matokeo. Kwa hiyo mechi tunataka kuletwa hapa lazima tuendelee kupoteza. Hii mechi nimeomba leo. Leo nimeomba asubuhi nimekuja saa moja hapa. Niingie humo ndani nikafanya maombi yangu nimekataliwa. Ina maana kuna watu wengi wananihujumu, wanaihujumu Simba. Eh, nimekataliwa kuingia. Nikazunguka wale uwanja wa kule. Nikawaomba, jamani, naomba niko chini ya miguu yenu. Hii mechi niingie. Niingie kivipi? Niende na mimi kafanye maombi humo ndani. Maana najua uwanja mbovu. Ndio maana Yanga amekimbia. Nimekataliwa. Ina maana hao wa watu wanaonga talia nao wanafanya hujuma ndio kwenye mechi za Simba. Unajua nini kipo uwanjani? Alafu, watu wamevaa wamevaa vile zile za za, maskari kabisa, wanaonekana kwamba ni watu wa Simba. Sumelewa? Wanangatalia nisiingie. Maana yake nini? Kuna watu wametumwa kuja kuharibu Simba. Na Simba kwa design na kuendea hata ubingwa kubeba, itakuwa ni ngumu. Sumelewa? Mara kuna watu wamepangwa na Yanga, wamewapanga na Yanga watafanikiwa. Maana Yanga walisema watachukua ubingwa mara kumi back to back. Na ukiangalia sasa hivi wamechukua mara tano. Yanga walituambia Simba atafungwa mara kumi back to back, tumefungwa mara sita. Kwa bado mara ngapi? Bado mara nne, na ubingwa unaonekana unaondoka. Ndio, ubingwa unaondoka ndo, ndo hivi, ubingwa unaondoka hivi, ndo hivi unaondoka. Oh, hivi like it, ni ngumu. Kwa design ambayo ipo, haiwezekani. Leo mi naingia humo ndani, nataka kaombe hapo, wanakatalia. Haya matokeo, si ndo hayo? Sasa matokeo ndio hayo, ambayo ameyapata, ambayo kwa anapiga kelele, mwisho wa siku ameyapata. Matokeo ndio hayo hapo Matokeo ambayo tulitazama tushinde, wewe zika kibisawala anagongesha mwamba magoli anarudi, halafu sio mechi ya kwanza, hizi mechi zote zinagongesha mwamba zinarudi. Maana kuna maanuna watu eni... cha kufanya, ruhusu niingie humo ndani, mbona niruhusu niingie? Wanajua, wanajua nikiingia mambo yao, walioweka humo ndani kuna viungu vinne. Nakupa hiyo siri sasa. Hapo kuna viungu vinne, sijui walioweka viungu vinne ndio vimewekwa hapo ndani. Simba hata acheze miguu ya geuze juu apate ushindi huko ndani ngo, hawezi kupata. huko ndani kuna mabao anajua, kuna makufuri yamefungwa hapo, mpaka afunguliwe ndio Simba anaweza kashinda hapo. mimi mwenyewe si najua kama kuna viungu vinne, mimi mwenyewe ninazo za kufungua huko ndani, Simba aweze kushinda. na kama unakatai, hii ni mechi ya nane, mechi ya nane hii hatushindi hey. Kwa hiyo kuna shida kubwa ndani ya Simba ambao hatupe nafasi, wakati tunajua kwamba Simba shida yake huko ndani kwenye hiyo pichi, kuna watu wameharibu huo uwanja, ndio maana wakakimbia na hawataki kucheza hapo mechi ya ligi, hawataki mechi ya kimataifa, hawataki. Unaona, nielewa mpaka hapo. Ndio hivyo maribiwa, mpaka tena urekebishwe. Hapa ilikuwa hivi Benjamin Mkapa, hakuna mtu anayetoka, lakini leo mechi ya kimataifa tunafungwa na za ligi tunafungwa. Maana yake nini? Hakuna mtu anaweza karekebisha hapo ila mimi mwenyewe. Wamenikatalia mimi saa 12 asubuhi nisiingie. Kwa nini wanankatalia nisiingie? Haya ndio madhara yanayosababisha Simba tusipate ushindi. Hao <mimu> ah, walikuwa magetini wamenkatalia nisiingie. Kwa nini wanankatalia? Kwa <mimu> mchungaji <Vyungu> hiyo viungo <unne. mimu> ndio vinazuia mambo. Viungo vinne ndio vinasababisha Simba asishinde hapo. Na hata shinda mpaka vitolewe. Hapo unyo uwanja. <mimu> <mimu> Nasema hivi, hivyo viungo vinne. Si, si nasema sio mambo ya kimpira. Mimi ndo nakueleza, ndio mambo ya kimpira wa Afrika. Mpira wa Afrika ndivyo ulivyo. Yanga walijua kuna vyungu vinne na wamevitegesha wakaondoka zao wakaenda Zanzibar. Simba akiingia humo ndani mechi ya kimataifa, uh, anafungwa Simba, sim akiingia humo ndani mechi za ligi, anafungwa. Mechi ya nane Simba apate ushindi humo ndani, wenyewe watakavyoamua. Meja samuyu haina shida. Hata hii mechi angepeleka kule, Simba angeshinda ile. Wanaang'ania humo ndani Mnacheza vizuri sana kwa hiyo, kocha hana shida, wachezaji hawana shida, uwanja ndo umeharibiwa huu. Uwanja umeharibiwa kwa asilimia tisini. Yanga akanyagi hapa, ya Yanga akanyagi hata ya za ligi akanyagi, mechi za hata za, za kimataifa. Mechi ya Simba na Yanga, ya Yanga itapelekwa Zanzibar. Nisikize maneno yangu, itapelekwa Zanzibar, haiwezi kuchezewa nani umo ndani, ushindi haupo, uwanja umeharibiwa. Pichi ni nzuri lakini mambo yale ya utamaduni hapo ndio imeiharibu Simba asilimia mia moja. Simba inatakiwa iwe na kocha wa namna gani kwa sasa? Bado unyenyelewa, ndugu yangu, kocha haina shida. Utafukuza makocha kile unayemleta, wachezaji wote ni standard, wana, wanafanya mambo makubwa, lakini umo ndani uwanja tu, tu ndio shida. Ndio maana meja tukienda kule meja tu, kupata sare meja, mechi zote tumeshinda Wai hapo tunafungwa mechi ya nane? Ndio maana leo ni wai, saa kumi na moja saa kumi na mbili ni ruhusiwa niingia humo ndani, lakini wamenikatalia matokeo ndio hayo hapo. Na bado Mungu aibariki Simba, Mungu aibariki Simba, ikiwezekana na wahame huo uwanja.